Bei ya magari used Tanzania inakuwa inategemeana na aina ya gari unayoitaka. Mfano, Toyota IST used unaweza kuipata kwa shilingi milioni nane hadi milioni 15, lakini Toyota Harrier used unaweza kuipata kwa shilingi milioni 25 hadi milioni 45. Hivyo basi, ili upate gari kali used unabidi utenge budget walau milioni 20 hadi milioni 45, au zaidi. Ukitenga budget kiasi hichi, unaweza ukapata magari makali. Hapa naongelea magari makali kama Harrier, Alphard na kuendelea. Asante sana kuangalia video zangu. Mimi nimemaliza. Fanya kusubscribe, lakini usisahau kushare video hii. Nikutakie siku njema.